Msikilizaji na mtazamaji wangu wa YouTube channel, e, ya Nebuye, ya Nebuye TV leo tutajifunza namna ya upigaji wa dawa live kabisa. Namna upigaji wa dawa katika tembele. Uh, upigaji wa dawa katika tembele tunapiga pasai tu kama hii ukiwa eh, eh. Eh, umeshaichanganya tayari dawa yako eh ume ako ivo ya kutosha nini, unapiga tu kwa staili kama hii. Kwa mfano, wakiwemo panzi, wakiwemo viwazi wote, kwa style hii wanakufa wote kabisa. Hapa hakuna kubaki viazi, hakuna kubaki mdudu yoyote ule. Namaana kwa style kama hii, lazima tembele itakuonekana katika nini, katika ubora. Lazima tembele ulipulizie dawa na kama jinsi ambayo inavyouliza hivi, katika hii siku ya leo, lazima nitakaa ndani ya wiki mbili nzima hapa dawa hizo. Wiki mbili nzima nitakuwa na kazi tu ya mavuno, nitakuwa na kazi tu ya mavuno ambayo nitakayokuwa na yavuna hapa. Kwa hiyo, hivi ndivyo ambavyo tunavyotia dawa au sumu. Katika nini? katika tembele hii sumu au hii dawa ya kuua wadudu inasaidia kuweka ulinzi ulinzi kwenye tembele, ili tembele lisiwezi kuathiriwa na baadhi ya wadudu kama vile panzi na viwazi pamoja na afemectin, maana wana kawaida. Kuna wadudu wengine wana kawaida kulichorachora tembele, wakuta tembele limewekewa alama, limewekela mani kwao. Unapokuwa unapuliza dawa kwa dawa namna hii eh, maana yake ni nini? Hawa wadudu unawakomesha, wadudu wanakuwa wali ake ni tembele, yati, tembele. Tembele linakuwa liko safi, tembele linaonekana kuwa safi, inaonekana kuwa bora. Tembele linaonekana kuwa na muonekano ambao ni mzuri tembele eh, linakuwa safi eh, tembele linakuwa liko bomba eh, tembele inakuwa liko vizuri kabisa. Wapuliza dawa kama hivi, wapuliza sumu kama hivi, mpenzi mtazamaji kwa YouTube channel yangu kama jinsi ambavyo unavyoona, hivi ndivyo tunavyopuliza nini, tunavyopuliza dawa au sumu kwenye tembele kwa staili kama hii hapa. Naam, kwa namna hii tembele lazima uipige sumu ya kutosha mpaka liloane, liloane kabisa, ili kuweza kuweka ulinzi wa kutosha kwenye nini, kwenye tembele ili kuweza kuweka ulinzi wa kutosha kwenye tembele. Ukishakuwa umepiga sumu ya kutosha tayari, ulinzi wa mana na wa kutosha ndani ya hilo tembele utakuwemo, utakuwemo mwingi ulinzi, utakuwepo mkubwa ulinzi. Ukiwa mkubwa, hata athari na wadudu ndani ya tembele hawatokuwepo kabisa. Huto waona e, huto waona kabisa, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa nini, wa YouTube channel, huto waona kabisa e, kuna wengine wanaruka kama hao hao. Sasa hivi navyopiga hivi sumu navyopiga hivi dawa, yani hawataonekana kabisa, watakufa wote hao wote hao, watakufa maana e, hii tembele lote linaloana nini naloana dawa, hii tembele ote naloana dawa, hawa wadudu wote hawato kuwepo. Hawa wadudu wote ambao wanaorukaruka hawa wote wote wanatoka kabisa wanatoka, ndani ya tembele, hawa aua awatuairi hawato kuletea madhara ya aina yoyote hayo. Kwa hiyo ukiwa na hii desturi ya kupiga sumu eh, mara kwa mara kila baada ya wiki mbili unapiga eh, kila baada ya sumu, eh, kila baada ya siku kumi na nne unapulizia kama hivi eh. unapulizia kama kama jinsi ambavyo unavyoona tembele inakuwa linakuwa nini inakula dawa.